Nimeambatana na mwenyekiti wa chama kwa sababu kazi zote tunazozifanya kwa niaba ya serikali, lakini inayotuelekeza ni ilani ya chama cha mapinduzi. ko ni kushukuru mwenyekiti wangu wa chama cha mapinduzi wilaya kwa kujumuika nasi leo hii, na hii inaonyesha dhamira kubwa ya chama cha mapinduzi katika utekelezaji wa ilani yetu ya chama cha mapinduzi. Lakini nimshukuru mheshimiwa mweshimiwa rais Dr Samia Suluhu Hasan, mwenyekiti wa chama chetu kwa kutukabidhi kupitia viongozi wetu hawa wa chama ilani ambayo itaenda kutupa dira ya sisi viongozi kusimama na nyinyi wananchi katika kutekeleza majukumu yetu na kuleta maendeleo hasa katika taifa letu na hizi kata zetu ambazo zipo katika halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Kikubwa leo nimpongeze sana Mheshimiwa diwani. Utaratibu huu yeye amesema mimi singoji Fedha ya serikali. Mimi singoji kwa kuwapenda wananchi wangu wa Kisutu na mimi najitoa. Na sisi ndio viongozi ambao tunahitaji wa namna hii, kwamba utaratibu upo wa kuzijenga ofisi hizi kuziboresha, lakini kasema mimi nitaanza pale kwenye mapungufu, basi nyie serikali na chama muone jinsi gani mnaweza kutusaidia. ni kuahidi Mheshimiwa diwani na sisi kama halmashauri ya jiji la Dar es Salaam tutakuunga mkono kwa katika hichi ulichokifanya <tune> Umezungumza hapa kwamba wananchi wa kata ya Kisutu walikuwa hawana pa kwenda kuwa na changamoto zao. Umesema Alhamis na Jumanne wananchi wa kata hii, mimi naomba niwaambie, lolote linawakera, changamoto yoyote, siku hizo. Sasa ndugu yangu, ni kuombe Usije ukawa unamweka msaidizi awaone wananchi, siku hizo umezisema, na wananchi wakukute, unoti na changamoto zao uzitatue, unazoziweza na usizoziweza, zilete katika halmashauri ya jiji la Dar es Salaam tokea. okay. Okay. Lazima tuwe na utaratibu wa kuwasikiliza wananchi. Mimi binafsi kata yangu ya Mchikichini na kuwepo Jumatano, lakini Jumanne na Alhamisi nipo katika halmashauri ya jiji kwa hiyo kwa, kwa zile changamoto ambazo mnaziona zimetoka hapa, diwani atazibeba, zingine kama zinamshinda, mnaweza pia mkaja katika halmashauri ya jiji, na sisi letu hili moja kuhakikisha tunawasaidia na tunatatua changamoto zetu. Serikali ya Dr. Samia imetoa sisi maelekezo kwamba sisi tuwe na nyinyi bega kwa bega, katika changamoto, katika furaha, katika shida, katika kila jambo na sisi hatusemi kama anavyosema mwenyekiti, hatusemi wala hatufanyi kwa matakwa yetu binafsi, kwa vipaumbele zetu binafsi. Ilani ya Chama cha Mapinduzi ndio inatuelekeza sisi jinsi gani ya kutatua changamoto. Kwa hiyo zile zinazohusu binafsi tutazifanya, maana yake tunasema kanuni, sheria, taratibu, ilani inatuelekeza, lakini kuna utu ndani yake. Hii ni hatua ya kwanza kuleta Kisutu mpya, na ninaahidi nitatimiza ahadi zangu zote kuleta Kisutu mpya. Mheshimiwa mstahiki, hii ofisi ya diwani ilikuwa haijafunguliwa tangu miaka kumi na tano na lakini, baadaye nimekula kiapo, hatua ya kwanza nilichofanya kusimamisha hiyo, kwa sababu nilishuhudia wananchi wa Kisutu walikuwa hawaelewi makero zao wapeleke wapi. Sasa, ndugu zangu, hii ndo ofisi ipo wazi kwa ajili ya nyie. Mimi nipo tayari kujitumikia kwa ajili ya nyie, karibuni sana. Na mimi mwenyewe kila Jumanne na Alhamisi nitakuepo hapa kumsikiliza kero zenu, karibuni sana. Mimi naendelea kuwashukuru sana, kumshukuru meya, naibu meya na madiwani wote kwa jinsi walivyoanza mwanzo mzuri. Wako madiwani wengi wanafanya kazi, nimeona kwenye picha, lakini mheshimiwa diwani Tosifu Kisutu ambayo leo kwenye hafla hii tupo hapa, amefanya jambo zuri sana jambo la ukarabati ofisi ili kuanza kazi ya kutumikia wananchi wetu. Nami amezungumza utaratibu wa ofisi kujenga huko chini halmashauri. Lakini kama ukichelewa utakuwa unashirikiwa kuhudumia wananchi. Na sana, yako, na kwa hiyo sifa nakushukuru sana wewe na kamati yako na Diwani Fit Malum kwa nia yenu thabiti ya kujenga ofisi. Kubwa wananchi fupi. Chama cha Mapinduzi kimechaguliwa na watu na ndio nyie, lakini kipo kwa ajili ya kudili na shida za watu na kero za watu. Kwa hiyo tutatoa ruksa kwa mtu yoyote mwenye tatizo mwenye kero changamoto, afike serikali ya mtaa, afike diwani, kwa diwani afike kwa mstahiki meya, kwa kuwa hawa sisi tumewaleta kwenu ili watekeleze matakwa ya ilani na kero, yani wa za wananchi za barabara, maji, umeme, elimu na kadhalika na kadhalika, pamoja na utu ndani yake. Kwa hiyo sana nakaribisha, tuna viongozi wasikivu, viongozi watiifu, viongozi wanaojali wananchi. Kwa hiyo karibuni sana.